Naitwa Bakari Hasan Shemaeze, mimi ni mratibu wa idara ya vijana kutoka jumuiya ya wasioona Tanzania, lakini maarufu wananiita Mr. High sauti malavi davi, au Mr. Adili <laughs> Adili wa Kombolela, na nashiriki kwenye tamthilia ya Kombolela. Kwa hiyo ya hayo, huo ni wasifu wangu na hilo ni jina langu. Kwa kweli, leo nina furaha sana, nina furaha kwa sababu ya tulichotendewa na ndugu zetu wa PSSF. Hiki mnaweza mkakiona ni kidogo sana, lakini kwanza, mbele ya Mwenyezi Mungu ni kitu kikubwa sana. Kuna mifuko mingi, kuna taasisi nyingi, kuna makampuni mengi, huenda anafikiwa moja kwa moja na watu kama sisi ama wanasikia taarifa zetu, lakini nyinyi kwa uharaka, kwa muda mchache, kwa muda mfupi sana mmefanya kitu kikubwa sana, kitu ambacho kina thamani kubwa mbele ya maisha yetu na familia zetu kwa ujumla. Kwa kweli tunawashukuru sana, tunawashukuru sana na hatuna cha kuwalipa. Nivue mawani ili hata Watanzania wanione vizuri. Jamani, mimi sioni, sioni, ni mlemavu wa macho na nimekuja na um, wajumbe wangu. Nimekuja na mratibu wa idara ya kina mama kwenye taasisi yetu, yeye amekuja kwa ajili ya kushuhudia, na wajumbe wangu wamekuja kunisindikiza mimi, mratibu wao kuona hiki ambacho tunakabidhiwa leo. Ndugu zangu wa Tanzania, PSSF haiwagusi tu watu wenye ulemavu peke yao, inawagusa mpaka ninyi ambao mpo huko kwenye jamii ya kawaida. Tunawaomba muiombee dua au mfuko huu muombee dua, wanachama mfuko wa mfuko huu, viongozi wa mfuko huu muombee dua, kwa sababu wanachokifanya ni kitu kikubwa sana. Mimi naitwa Vitalis Mdoe mimi ni mjumbe wa bodi Jumuiya ya Wasioona Tanzania. Hebe ni mjumbe wa idara ya vijana Jumuiya ya Wasioona Tanzania. PSSF, kwanza kabisa, tunashukuru sana sana sana kwa kutufadhili nyenzo ambazo zinaenda kutusaidia sisi na wale wanaosoma mashuleni hizi tumeomba kwa ajili ya kuwasaidia wasioona kwa kuwa ni nyenzo muhimu sana kwetu kwa, kwa maana nyingine sisi hili ndio jicho letu. Ukiwa nayo unaweza ukatembea kwa kujiamini. Kama hauna fimbo huwezi kutembea kwa kujiamini, kwa sababu huwezi jua kilicho mbele yako, kwa utakuta unanyata. Lakini ukiwa na nyenzo hii, hata kama huna mtu aliyekushika mkono, unakuwa na ujasiri kwa tunashukuru sana kutuona katika hili tena katika kuzielezea, mmetupatia fimbo ambazo ndio tunazohitaji. Ni simple, unaweza ukaiweka mfukoni, unaweza ukahivyo, yani kwayo ni kitu ambacho kiukweli tumefurahi, kwa sababu tulipenda sana siku moja tufanikiwe katika eneo hili. Tumehangaika ni miaka mingi kutafuta nyenzo hizi, lakini kila unapopeleka unajibiwa tu hivyo, yaani bajeti haziruhusu, bajeti haziruhusu. Lakini tunashukuru sana PSSSF, kwa kuwa mwaka huu naamini utakuwa mwaka wa baraka kwa kutuanzia hili, tunaamini na miradi mingine tuliyoiandika mwaka huu itafanikiwa kwa wingi, kwa sababu pia tumeomba A4 frame za kuandikia watoto wa darasa la kwanza na la pili, na yenyewe ni miradi ambayo tumejaribu kupeleka kwa wadau kwao. Tunaamini kupitia huu unaweza ukawa umefungua baraka ndani ya mwaka huu na Mungu akaleta heri tukafanikiwa katika yale tuliyo yaomba na kuyahitaji sisi. Tuwaombe kwa wakati mwingine, mkituona kwa jambo lingine msishangae, kwa kuwa changamoto tunazo nyingi na wadau tunaowategemea ndio nyinyi, nyinyi PSSF na wengine. Kwao tuombe pia Mungu azidi kuwajalia katika mfuko huu, uendelee kukua, uendelee kutuna, ili na nyinyi mupate namna zaidi ya kutusaidia sisi wenye mahitaji maalum na jamii kwa ujumla.